Rais wa Marekani Donald Trump amesema mazungumzo yaliyoongozwa na nchi yake yalisaidia pakubwa kumaliza mzozo kati ya Rwanda na DRC. Trump ametoa matamshi haya katika kikao na mwenzake wa Afrika Kusini, Cyril Ramaphosa, katika ikulu ya White House jijini Washington. Washington inashinikiza kupatikana kwa amani kati ya pande hizo mbili, ambapo kutakuwepo makubaliano ya madini yanayotarajiwa kuwaleta wawekezaji kutoka nchi za magharibi katika eneo la mashariki mwa Congo. Ndiyo, nataka kuona amani na nataka kuona furaha, nataka kuona afya. Mko na ardhi nzuri na yenye manufaa makubwa. Mataifa mengi hayana ardhi yenye manufaa kama yenu. Unajua, tuna hili swala, nadhani labda umesikia kulihusu. Tumeachia watu wengine wenye tajriba ili kusaidia kusuluhisha vita ambavyo vimekuwa vikiendelea kwa miaka Rwanda na Kongo, na nadhani tumefanya hivyo. Amini usiamini, nadhani tumefanya kwa upande wa Rwanda, mazungumzo haya yanaweza kuisaidia pakubwa kutatua changamoto ya kile imekiona kama uingizaji wa madini haramu katika uchumi wake. Marekani na washirika wake wanaeleza kwamba makubaliano haya yatawasaidia pakubwa kuingia zaidi katika sekta ya madini ya Kongo ambayo imetawaliwa na China. Mshauri wa Rais Trump kuhusu maswala ya Afrika, Massad Boulos, amesema makubaliano haya yako katika hatua za mwisho, akiyataja kuwa yanaendelea vizuri. Parties, wiki kadhaa zilizopita tulitia sahini, walitia sahini, pande mbili zilitia sahini mapendekezo ambayo zilikubaliana kuzingatia. Tunafanyia kazi ya mapendekezo ya mwisho ambayo tutawasilisha kwao. Kwa hivyo tupo katika harakati za mwisho, ila kila kitu kipo sawa. So good, huh? Kwa upande wake rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alikuwa na kauli hii Lazima the... tushukuru kwa juhudi kwa sababu bara la Afrika hasadik. Kwa miaka kadhaa tumekuwa tukijaribu kupata suluhu nchini DRC. Kwa hivyo, kila juhudi zikiwemo za kutoka nje ni muhimu sana. Tunaviondoa vikosi vyetu kule, ili amani ipatikane kwenye eneo lote. Tunatumaini kwa usaidizi wa jamii ya kimataifa, tutapata amani kwenye eneo hilo ni muhimu sana, ni muhimu zaidi kwa ukanda wote. Madini ya Kongo kama vile ya tungsten, tantalum na tin, ambayo Kinshasa inaituhumu jirani yake Rwanda kuyaiba yanaweza kupelekwa Rwanda kihalali kwa uchakataji, kwa mujibu wa makubaliano hayo yanayopendekezwa na Marekani, kulingana na chanzo kilichozungumza na shirika la habari la Reuters.